Ndugu zangu sikilizeni, niwaambie kitu kimoja. Kitu mnatakiwa kujua ni kwamba eh, hakuna mwanasiasa yeyote Tanzania ambaye anaweza kamwaprochi Kikwete awe naye alafu atake ajitoe, aondoke lazima, shwa moja kwa moja. Nikisema shwa mnaelewa. Sasa issue iko hivi. Kama mnakumbuka, kwenye kampeni zilipokuwa zinaenda mwisho mwisho, watu wali walitangaza sana kuhusu mzee Kikwete kama amefariki. Kama mnakumbuka, ndio kulikuwa kampeni zinaelekea mwisho mwisho, na mkichunguza, Kikwete kampeni nyingi hakushiriki kipindi kile. Kulikuwa na mzozo kati ya Bi Msumi na Kikwete, na kweli Bi Msumi na Abduli walifanikiwa kwa asilimia tisi, kwa asilimia mia moja. Kikwete akapewa sumu. Kikwete alilazwa kama wiki tatu, yuko hoi. Kikwete mpaka alisafirishwa kwenda Nairobi, yuko hoi. Kikwete alifikishwa mpaka India, yuko hoi. Hapo kampeni zinaendelea, akapona. Alivyopona akarudi, alivyorudi ndo Kikwete ka tayari ameshajua akana jiweka mbali lakini wakamsogelea nini nini nini, nini, nini. Ndo kampeni ile ya mwisho, I think ilikuwa Mwanza sijui wapi, ndo pale Kikwete na kaja kwenye kampeni akatoa shombo oh, waliosema nitakufa watatangulia wao nini, lakini pale ndo alikuwa amerudi, ila mzali alikuwa tayari, baada ya mambo yao yamepita, imeenda imeenda imeenda imeenda, unaona Abduli ndo mshauri mkuu wa Bimsumi, so wakaendelea na ile kampeni unaona. Bimsumi aka tayari hataki tena communication na JK, hataki yaani, kwa design wamesha mwingia nini, wamekata wa kwao, wakaa kuna maugomvi kati yao. Sasa hakuna mtu yoyote anakuwa na bifu na JK akaishi JK naye tayari ka, kainua mapanga juu kainua wanajeshi wake. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni bimsumi shwa. Bimsumi tunavyoongea sasa hivi tunavyoongea, si wa leo, si wa kesho shwa, nanielewa, any time any moment, mtu anaenda kuwa raisi wa Tanzania ambaye wanaenda kumpitisha, ambaye ata baada ya bimsu any time any moment from now, ninachokiongea kiifadhini nchi, anaenda kupewa mchimbi. Mchimbi anaenda kupewa nchi muda wowote ule, na ndio maana Bimsuli sasa hivi anaua watu sana sana, anaua watu sana, wale watu wake wote po, naenda naua mmoja baada ya mwingine. Leo tunavyoongea kuna alikuwa ni anaongoza sijui mambo ya mambo gani, uko kwenye idara ya afisa usalama wale maafisa usalama wale zile idara nyeti za siri, kauawa. Ameenda Mloga na kichwa tu kichwa, amefika Mloga zila kalazwa, dakika mbili nini t wamechoma sindano, sijui kupunguza maumivu, ile sindano ndo shwa imemaliza yule aliyokuwa waziri wa afya yule aliyefariki yule mama yule, mnajua kilichomua yule mama? Alienda hospitali na tatizo la mguu, alikuwa anasumbuliwa na mguu. Amefika hospitali kulazwa tu shwa, wamemaliza. Mwigulu anaongea oh, alikuwa mzima na tatizo kuna waziri gani mwingine amekuja akaongea oh, sijui aliumwa siku mbili. Yule mkwe wa Bimsumi mkwe wake naye anakuja anasema oh, E, yule, e, yule mbunge ambaye ndo alikuwa waziri wa afya ambaye ikamwachisha yeye Mchengelo Mchengelo, na anakuja kusema oh, e, yule mheshimiwa alikuwa na tatizo la kuanguka anguka toka kipindi cha uchaguzi. Baada ya uchaguzi alikuwa na tatizo la kuanguka anguka, kwa hiyo alivyoanguka ndo akaenda mazima sasa nyinyi mawaziri wote watatu mbona mnaongea vitu tofauti tofauti? Tuamini la nani? Tuache la nani? Tuchukue la nani? Tuache la nani? La nani, la nani, nani mkweli? Haya, ndugu wa marehemu anasema marehemu asizikwe mpaka mwili upimwe. Wanataka mwili wa marehemu waupeleke Nairobi, ambao ni ndugu ambao ana access na mwili wa ndugu yao. Serikali mnakataa kama nani? Mamlaka ya kukataza ndugu wasiwe na uwezo kwenye mwili wa ndugu yao kutaka kuchunguza kilichomuua ndugu yao. Nyinyi serikali mnakataa kama nani? kama nani? Muache ndugu wa marehemu afanye anachokitaka kwenye mwili wa ndugu yao kutaka kujua kiunaga ubaga kilichomuua ndugu yao, kwa sababu ndugu yao alienda hospitali anachechemea mguu kwa tatizo la mguu, kafika kapimwa shwa kamalizwa hapo hapo, kuchukua hata sekunde kwao. Sasa hivi mimi kwanza, for real I'm so happy na furahi sana, kwa sababu the mnauana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo wananchi sasa hivi tuna ushindi, kwa sababu hii ni time ya nyinyi kwa nyinyi kuuana. Baada ya kuua maelfu ya watu kwa risasi, nao mnauana nyinyi kwa nyinyi wenyewe kwa wenyewe eh? Haya, tuambieni tangazo la Bimsumi tunatangaza lini? Tunasafirisha Pemba tunazikia da au wataagia Dodoma? Naomba mtujuze mapema, ili kuna wengine watatamani kwenda kuhudhuria sherehe za mazishi ya Bimsumi, waandae nauli. Serikali oh, natakiwa mtoe taarifa mapema, ili watu waanze kujipanga, wajue kama itasafirishwa Pemba chake Chake au Zanzibar, wajue wanaanza kukata tiketi za boti lini, wasafiri lini, kama itakuwa Dar es Salaam, watu wa mikoani wajue watakuja lini, au watu wa dawa, ijapokuwa ninauhakika hakuna mtu yoyote anaweza kuhudhuria msiba wa bimsumi kama sio wana CCM wenyewe. Unaona, lakini mtu kama binadamu mwenye akili timamu hawezi kwa hiyo, itakuwa ni wana CCM kwa wana CCM ndo watashiriki, unanielewa au ndo anaweza kashiriki huyo msiba wa huyo bimsumi, lakini watu kusema wa waumie na kujazana kama msiba wa marehemu Magufuli, huo ni uongo, ila tu siku mkitangaza msiba wa bi Msumi amini, siku hiyo labda mtangaze na baa zote zifungwe. Ila nachokijua, wamiliki wa baa watauza pombe sana sana, kuku zitanunuliwa sana, mbuzi zitachomwa nyingi, alafu kwenye mazisha mtapata mtu ataw, ila watu wote watajaba. Kwa nini? Kwa sababu wamepata ushindi, unaona, kwa hiyo Narudia hii kodi iwekeni kichwani, ndugu zangu. Hakuna kiongozi yote ambaye anakuwa against Kikwete akaishi hata wiki mbili, hayupo. Kikwete ukimkosa kipona, revenge yake niona tu nafanya shwa shwa. Nadhani mnanielewa, mnanielewa ili mlikariri.